Lope. Na sasa wewe, hautaki kutukumbuka. Si utuletee chakula na utuletee pesa. Pesa tena? Eh. Sasa huko nimefunga, nimefunga ofisi niko na maana nataka kuenda. Hapana, mimi sitawezi. Sikuje hapo. Na nini mbaya na wewe John? Eh. Ah, ya. Sasa lakini laki, kuna kitu tu nataka kuambia. Kuitisha pesa kila saa kila saa si usitaki, eh? Unakuja. Sawa, acha nichukue pikipiki nikuje. Acha nichukue pikipiki nikuje. Sawa. Sawa sawa. Acha nikuje. Nais, sasa. Hello. Ni Hello, nimekuambia nimetoka kwa pikipiki sai sai sai. Eh, hey, si nakuja <laughs> <policy> Ah, bibi anitesa bwana. Unipigia haraka haraka bwana? Pesa. Nataka pesa, acha nikwambie kitu. Sitaki kutoka saa hii, kunipigia saa tatu, kunipigia pesa saa hii, ni pesa usiku. Pesa hiyo sitaki, John, nataka pesa. Unajua vizuri shida, unajua sijatengeneza nywele. uh-huh. Unajua makucha sijatengeneza, unajua tuko na vitu zimeisha kwa nyumba. Unataka ni du, nataka do wa upatikani, nataka pesa. Ukaa hapa kwa nyumba kila siku kila siku, ni sitaki tafuta kitu naweza fanya. Uliniambia siku yenye ulikuwa unanioa ati utake care of me, ukasema utanibaia kila kitu. Pesa boss, lakini tafuta kitu cha kufanya. Ah, pesa sasa, pesa gani ni kufanyasasaiesawaa

kupatia pesa kwa ka kataafanya biashara yako kila saa saa, unanipigia saa tutu nipigia, nataka pesa nikutumie, ukifika saa tano nikutumie ndo John. Nyamaza ipe, ni pesa ngapi? Usiniambie na hasira, mimi nakwambia ukitaka pesa nyingi, wewe utafute hasira. John, John, mimi vile ulikuwa unanioa uliniambia utanibaia food, utanibaia kila kitu. Sasa umechange John, umechange, umechange. mingine wanafanya biashara tofauti nyingine hapa kunyumba, kila siku kila siku kila siku kila siku kila siku. Aki John, pesa ni kidogo. Acha na wewe, ni kidogo, haitatosha. Kurudisha ni ngumu. Chukua pesa zako, rudi, kanyaga mkuu, kwenda hivyo, kwenda kwenda, utajua. Ujui wewe, kwenda huko <laughs> Najua eh. tumekaa muda mrefu bani bila kupatana. Eh. Eh. Ah, sasa last. Eh. Unajua kitambo tulikuwa tunajuana, unajua tukiwa wadogo hivi, lakini sasa sasa hii naona maisha imechange, umevaa uniform, eh. Lakini na wewe inawezekana tu. Eh, sasa. Ay, sasa naona umezeeka <laughs> bana, paka demwa. Eh, si kuzeeka. Sahiigwa. Kwani hujaoa bado? Ah, hapana. Sijaoa lakini <laughs> sasa unangoja nini? Unangoja ume pembe, ndio wewe tu eh? Sasa mi, hata imagine mi kama kuna mtu huwa anajiulizanga na, sijui mbona eh? si, si, sijui nitakujibu aje, wezi kosa cha kunijibu kitambo. Nilikuwa na demu, tulipendana sana uh -huh. saka miaka ngapi hivi mim... eh, ni, ni mingi kabisa Tulikuwa sasa sasa sasa, wewe wewe wewe, kwa kwa kwa nini nini unaenda unajua, shule mbali nyuma, harafu namba yake ikapotea. ni namba yake? Sasa una picha yake at least, ama kuliendaje? una una una una picha picha namba, yani chochote anything, alikuwa yake. niko nayo picha tena eh. sasa sasa, si uongo lakini. Alikuwa mrembo Unaona jamani, huyu unaona huyu msichana huyu. Sasa mimi namuona, mimi namjua, hapa hii area namjua, namjua. Ni venye ni venye ameshuka, naweza kuelekeza kwenye yako, huyu najua penye yako. Sasa ako wapi? Nitakuonyesha kwenye hapo. Lakini sasa hizi kwa mkono tu kwa ilambu. Kumbe ni hey, huyu ni huyu. Gaddafi nikwambie, ala mimi hapo. Hey. Ukanikutanisha naye unapenda nini? Wewe. Sijui nisebe nini? Uh, cake. Hapana, cake staki. Changa, unaona changa? Hiyo kama ukiwa na mtungi, unaweza fika bei ya mtungi. Unaona sasa tukifika hapo kwa baba hapo, kuna mahali nishikanisha kuna... na yeye. Wewe nishikanishe na yeye. Kingine chote uniambie tu, hiyo ni faster, faster jamani. Lakini sasa uko na namba yake uko na nini, iutashe o kitu muhimu weiku tamupata siku gani? Wewe fanya hivyo, mimi nikupeleke sasa. Mimi nionyeshe Arafu si, chenye si, unataka chote, situende nikimpata. Wewe kuja twende, nikupeleke bado, nikuja nikupee fomu. si si yeye ndio unataka kinyo, usinidanganye. Unaona chenye nakwambia hai? Wewe msichana mani, ah mani, amekuwa lakini amechange hata ukimpata utaona amekuwa muuma, unaona? Unajua hata wewe ukimwona hautajua yeye. Sasa siku hizi kwenda, unajua anatembeaga aje hai? Wewe acha mambo mingi, nataka huyo msichana. Yeah, uh, ah, hata si ndio huyu tu. Ndio ule, si ndio ule, hata niko kama nafikiri anakudanganya. Ndio huyu tu eh, ndio huyu. Ah, relax, come on. Sawa. Nipe. Na kwa bia. Ah. Hii pesa <laughs> <laughs> <laughs> ah, hii. Ayo, busa lazima leo ni kunywe, iko sawa sawa. Wewe ndo man, nenda ukate mtu bana, acha sio. <laughs> mimi shia zangu busa,

Mm-hmm. Nimefurahi kukuona tena hata mimi nimefurahia sana. Mm-hmm. Unanipenda kama kitambo, kama ni change? Lakini sija change, si? Nimeona umekonda kabisa. Umekonda. Mateso, hmm, nime nimeteseka nimeteseka a tangu... yani tangu niache tu kukuona ni story tu refu hata siwezi maliza saa. Hata nimetaka kumaliza sasa, nakulia sasa, nikusaidie nini hata saa hii? kuna loni ngine naitishwa kuchukua hiyo loan kujitibu, kunainalikua msii iyo saa hii wana nipigia sindu, ni pigia pigia simu so, ni 35,000 iyo ukinisaidia tu na hiyo 35,000 utakuwa umenisaidia please. Kwanza nipe namba yako nme Kuko moyo wangu kuanzia ile siku ya mara ya kwanza kufika forever. Mm -hmm. Tuko pamoja sana. Thank you. Asante. Asante, baby. Asante. Shida yoyote. Mm -hmm. Thank you. Na usiwai ni change, baby. Sita change This time, toki, to, sita, toka karibu na wewe. I promise. I promise. Sasa acha niende toko pamoja basi. Niko kazi baby, mm -hmm. So utanichukua ama tutaonana, tutaonana aje? Tuta tu si uko na namba tu, tuta tutapanga. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Huyu bebo wangu imesota, imesota sana. Hello sweetheart, mambo poa? Ukwaje? Mm, kukumiss nayo. Nilikuwa nasema eh, nilikuwa nasema ile, ile story nilikuwa nakusho ile siku ni kesho. Eh, sinataka hiyo nini hiyo do aki please, silikuwa 46 but hiyo hiyo nini ilikuwa 46 So naona weke 250, hiyo hiyo 4000 inaweza nisaidia transport. Sure, oh thank you, thank you, nimekubali unanipenda. Wow, asante wapi haina shida kama una ani ha. Sawa, hakuna mpesa. Karibu ni sawa, shua sure. Si mimi pia nataka kukuona hapo. Oh, wapo limit haina shida. saa hii dakika ngapi hivi dakika ngapi? Wewe sema tu. Okay, sawa sai, sai tu. Love you. Sawa. Yeah. Sasa babe, yeah. Niko na mpango uh -huh. Siko shua kama nakubali, nitakuwa uh, shua nikishajua ni mpango gani. After kujua hiyo mpango ndio naweza ongelea sasa, so sikio ndio hili hapa. Niambie mpango ni gani? Nataka tufanye harusi. Sure. Yeah. Wow. Good idea uh -huh. Nimekubali. Eh, hey, ni mpango kubwa harusi tutaifanyia USA mm -hmm. na mone. Acha, itakuwa surprise. <laughs> okay. hmm. najua tu ni Dubai. mniambie tu, niambie tu, najua tu ni Dubai. hata Dubai, sijawahi yenda. Oh. Please. Tu. Hmm. Nasikianga Dubai but natamani kwenda Dubai oh. mm -hmm. nilikwambia, mm -hmm. ni surprise. Mimi kwa hivyo kwa saa hii nimeenda tu. Masaa yangu ya kazi, mpango ya kazi ni mpango. Naenda tu. Okay. Sawa. Miss, penda, miss. Kama jana atasikia sen... mkishikana mwongeange nakupenda eh? Pia nakupenda pia. Mimi nakupenda hata kulikonampenda

Hakuna oh. Hmm. Tunajua nikiwa na wewe kila kitu huwa ina change oh. uh -huh. Kuna shida. Mhm. Uh -huh. Bye. Bye. Bye. Bye. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Shidanda nakupenda piamehi ka